Sisi katika shirika letu tumejikita katika shughuli mbalimbali hasa za utunzaji wa mazingira na kuhifadhi hasa maeneo ya ufukwe, na kwa kipindi chote tumefanya shughuli mbalimbali ambazo nyingi zinahusisha jamii hasa katika shughuli za upandaji mikoko, upandaji wa miti. Na leo hii tupo katika kijiji cha Mbanja kabisa kwa lengo kubwa la kuzindua mradi wa mwaka mmoja ambao unaitwa Jamii, Ustawi na Mikoko. Katika mradi huu tutafanya shughuli mbalimbali na shughuli ya kwanza ambayo tutaifanya ni kujengea uwezo au kuelimisha jamii hasa katika mambo yanayohusiana na utunzaji na uhifadhi wa mikoko. Na jambo jingine tutafanya ni kurejeresha katika yale maeneo ambayo ya yameharibika na pia tutaanzisha kitalu cha mikoko. Na katika kitalu hichi tutaweka aina mbalimbali za mikoko takriban aina nne za mikoko katika kitalu hichi ambacho katika mradi malengo yetu ni kuwa na, na kitalu yenye miche uh, zaidi ya elfu kumi na paka mradi unaisha, tunategemea tu tumepanda zaidi ya mikoko laki moja mpaka laki mbili. Na shughuli nyingine ambayo tutafanya katika huu mradi ni kutafuta zile shughuli zingine za kipato, kwa sababu tunategemea jamii kupunguza ile pressure ambayo ipo katika mikoko, na ili kufanya hivyo inabidi jamii iweze kusaidiwa au kusapotiwa kupata zile shughuli mbadala zingine ambazo wanaweza wakazifanya na wakapunguza na ile pressure ambao wanaiweka katika mikoko, na, na moja ya shughuli ambayo tunategemea kuifanya ni uanzishwaji wa ufugaji wa nyuki, na huu ufugaji wa nyuki tunategemea ufanywe na jamii jamii ya Mbanja yenyewe, na kitu kingine tutaanzisha shughuli za, za kilimo kwa sababu kama ufugaji wa nyuki tunategemea uh, wanajamii waweze kutumia mikoko kwa ajili ya kufuga nyuki kwa sababu jamii kishaanza kufaidika na hii mikoko, wataona ule umuhimu wa kuitunza. Na lengo kabisa ambao tumeona tu, kwa nini Mbanja na sio maeneo mengine, mwaka jana tulifika Lindi na tukafanya survey katika maeneo mbalimbali, ambao survey yetu halisi tulitegemea tufanye Kigamboni, tufanye umradi Kigamboni, lakini kutokana na Kigamboni kufikiwa na mashirika mengi na shughuli nyingi za za, za, za urejeshaji wa maeneo ambayo yameharibika a, ya mikoko, tukaona basi tutafute sehemu nyingine ambayo haijafikiwa ambayo iko mbali, ndio maana tukafika Lindi na tukatembea katika maeneo mbalimbali na tukakutana na hilo la Mbanja, ambayo tumegundua kwamba cha kwanza jamii a, kama imeachwa na haina ule uzito wa kuona umuhimu wa uhifadhi na utunzaji wa mikoko, na maeneo mengi tumeona ni ya maeneo ambayo yameharibika, ndio maana tukaamua tuje hapa leo Mbanja na kuzindua mradi wetu wa, wa mikoko na hii kazi hatujafanya sisi kabisa, tumefanya na uh, BRC, um, village natural resource committee ambao ni wa hapa Mbanja, na kiukweli, ni watu wa kupongezwa kwa sababu mwamkoa umekuwa mkubwa sana. Huwezi amini, hii kazi tumefanya siku mbili tu ya kutengeneza hiki kitalo cha miche elfu moja mia tatu na kumi na tunatarajia mpaka mradi wetu unakamilika tutakuwa tumepanda sasa mikoko kwenye ardhi kichana na hiki kitalo, hivi vitalo ambavyo tumesema kwamba tutakuwa na kitalo cha miche elfu kumi tunatarajia mpaka tunakamilisha mradi, tutakuwa na mikoko ambayo tushaipanda kuanzia laki moja mpaka laki mbili kwa resho hiyo. Na dhumuni kuu ni kwamba tunataka kuboresha kwanza hizi coastal areas, na wote tunajua kwamba mikoko inachangia kwa kiasi kikubwa katika hewa na hali ya hewa kwa ujumla, tuseme mabadiliko ya tabia ya nchi lakini lengo lingine kwa sababu mradi una activity nyingi tofauti tofauti, yani tuseme kutakuwa kuna awareness kwa sababu tunatambua kwamba kwa mfano kwenye kutengeneza hivi hiki kitalu walikuwa wajui jinsi ya kujaza hivi, ma, mi, midongo kwenye viriba. Kwa hiyo kutakuwa na session ya awareness kwamba tutaelekeza tuta watu elimu yani, lakini pia tutafanya tuta program za watoto yani za shule, ili kuwapa watoto uwezo tangu wakiwa watoto vilevile, sambamba na hilo tutakuwa tuna alternative livelihood kwamba instead ya watu labda kuja tu kukata mikoko labda ndo namna nzuri ya kupata fedha, hizo hizi alternative labda beekeeping. Tuta, tutafanya tutashirikiana na TFS kuhakikisha kwamba inakuwa, lakini pia namna nyingine ambayo watu wa hapa Mbanja watafaidika katika kupata uh, kujiongezea kipato.